Na matokeo ya uchunguzi ulioanzishwa na wizara ya ulinzi yamefichua kwamba ndege aliyokuwa mkuu wa majeshi marehemu Jenerali Francis Ogolla, ilikumbwa na hitilafu za mitambo kabla ya kuanguka. Ripoti hiyo iliyotolewa hii leo, inaashiria kwamba ndege hiyo aina ya helikopta ilikuwa ikitumika na kikosi cha wanajeshi wanahewa, ilikumbwa na hitilafu kubwa ya injini muda mfupi baada ya kuondoka Pokot Magharibi na kusababisha kifo cha Jenerali Ogolla na wanajeshi tisa wa jeshi la ulinzi la KDF. Tukio hilo la kusikitisha mnamo Aprili 18 mwaka uliopita limekosa kupata suluhu katika muda wa mwaka mmoja uliopita, huku wananchi wakiibua wa maswali kuhusu ni jinsi gani ndege iliyokuwa imembeba mmoja wa wakuu wa usalama humu nchini ingeanguka kutoka angani. Uchunguzi ulioanzishwa na wizara ya ulinzi ulishuhudia wataalam wa kiufundi na usafiri wa ndege wakizuru eneo la mkasa kutafuta ushahidi kuhusu kilichotokea adhuhuri ya tukio hilo. Katika ripoti ya kina, kundi hilo la uchunguzi lilitaja hitilafu ya injini kuwa kiini cha mkasa huo uliosababisha kifo cha Jenerali Ogola na maafisa wengine tisa wa jeshi. Ripoti hiyo inaelezea kwamba muda mfupi baada ya ndege hiyo kuondoka katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambako Jenerali Ogola alikuwa ameongoza uzinduzi wa mradi wa ukarabati wa shule, ndege hiyo ya helikopta aina ya Huey ilikumbwa na hitilafu kubwa ya injini. Kwenye maelezo katika ripoti hiyo ndege hiyo ya bellway KAF1501 iliondoka uwanja wa ndege wa Wilson kuelekea Pokot Magharibi na kutua katika eneo la Chesitet, kaunti ya Baringo ili kuongeza mafuta, kabla ya kuondoka muda mfupi baadaye kuelekea Kainuk na Chesogon. Muda mfupi baada ya Jenerali Ogola na msafara wake kumaliza ukaguzi wa shule ya upili ya wavulana ya Cheptulel, ndege hiyo iliyokuwa na abiria kumi na wawili iliondoka kuelekea kaunti ya Uasin Gishu saa 8 na dakika 20. Ndege hiyo ilianguka katika shamba na kushika moto. Ripoti hiyo inasema baada ya ukaguzi ilibainika kwamba ndege hiyo ilikuwa na kiwango cha juu cha kutegemewa, kwani ilikuwa imetumika katika shughuli mbalimbali za kikazi na mafunzo, ikiwa ni pamoja na kuwabeba watu mashuhuri. Ripoti hiyo vilevile inaelezea kauli za abiria wawili walionusurika waliosema ndege hiyo ilipoteza nguvu, huku rubani wake akifanya jitihada za kutua eneo salama kabla ya kupoteza mwelekeo. Brigedia Swaleh Said, Kanali Danka Keitan, Luteni Kanali David Sawe, Meja George Magondu, Kapteni Sora Mohammed, Kapteni Hilary Butali, Sajini Mkuu John Kinywa, Sajini Klifon Somondi na Sajini Ros Nyawera pia walifariki kwenye ajali hiyo, huku maafisa wawili Kanali Kasaine Ole Kuruta na Koplo Frankfurt Karanja wakinusurika. John Jacob Curia, Darubini.